katika barabara kuu ya Igunga Nzega, gari namba T 275 EK likiwa na tela namba T 944 CY Scania tanki mali ya Goodal Petro station likiwa na shehena ya mafuta ya diseli likitokea Dar es Salaam kuelekea Nzega, likiendeshwa na dereva Shabani Ismaili Gunda, liligonga gari namba T 399 DUK likiwa na tela namba T 244 CY Scania